Shule. Kuna wakina baba wengi wanasema mwana wale me shule mwana wale me shule msingi. Wako kuweka vizuri mahusiano yako ya faida ya shule kuweka vizuri chagua kulemela kale magete ule umeona, mwana ule ukufundisha vizuri shule. Ikishindwa kufaulisha anayelaumiwa ni mwalimu. Mtoto akishindwa kwenda kusoma shule anayelaumiwa ni mzazi. Weka mambo yako vizuri Kitabu cha Misali sabsina moja Misali kumi na saba mstari wa ishirini na moja inasemaje? <tutu> <tutu> anayezaa mpumbavu, mpumbavu amemnywesha pomba akiwa yake mwenyewe. Tena bibilia inaongezea kwamba yani, mtu anapokuwa ana changamoto, mtoto ni mzigo wa mamae, ni mzigo wa mamae, wa mamae. Kwani we, nani aliyekunywa pombe? Si ni mamae? Kwani ni nani aliyekuwa anamwambia mtoto akikufa tuna baba yake? Ah, amekufinya mzee, ah, huyu huyu baba yako ni mbaya sana, ni mama aliyemwambia. Ni mzigo wako mwenyewe. Tena bibi anasema kwamba utazaa mtoto mpumbavu. Kana kuwekea mambo ambayo wewe hujui. Ulinzi wa mtoto, ulinzi wa mtoto, misari kumi na saba msari wa sita ulinzi wa mtoto. Nasema, eh? wana wa wana ndio taji ya wazee, wana wa wana ndio taji ya wazee. Na utukufu wa watoto ni baba, na utukufu wa watoto ni baba zao, eh? Unafikiria akifia kanaanza kuitwa pale shuleni Filipo Charles kirasa, ninavyoona kaanza, ni utukufu wangu Najivuna jina langu tajwa mama wala jina alikutajwa, mi najivunia mwenyewe. Lakini leo katika malezi akenya mwana mwana wako, lazima tushirikiane katika malezi. Mzazi kimsingi, anasema mzazi ni muhimu aratibu mwenendo wa mtoto wake kila siku. Jambo la kwanza la kurati hebu amevaa nini leo, unaanza kumwangalia wewe, amevaa nini mtoto wangu amevaa nini? Angalia alivyovaa, angalia kama inaendana na maadili ya maeneo yako, angalia kama inaendana na maadili ya Mungu alivyovaa. Jambo namba mbili, amekula nini anapoondoka kwenda shuleni? Unajua kaka, serikali imeanza kutusaidia jamani, kwamba changa jeje leo wakati tukewa mwadi wa wuri hawana ingawa

lakini kingine anarudi na nani toka shule? Anarudi na nani kabizaka, eh, so angalia, amerudi na nani. chambo jingine atapumuzika muda gani? Mpatie mtoto muda wa kupumuzika. Bibilia nazungumza mapumuziko ni ya muhimu akenyaujushagjug

Saa mbili ja ujiku. Unategemea nini? Yes, mtoto atachunguzwa na nani? Shirikiani baba na mama kuangalia. Mmemjengea urafiki mtoto. Ukianza kumwangalia mtoto kama ana tabia ya kutokufurahi, ana inawezekana amefanyiwa kitendo cha kikatili njiani. Angalia karama na vipawa alivyo navyo mtoto wako. Karama na vipawa alivyo navyo mekaka akogeeka karama na vipawa alivyo navyo. Mimi wakati nasoma shuleni nilikuwa na tabia moja kwenye maigizo, walikuwa wananipenda mna waalimu kwenye maigizo. Sasa kuna watoto wanajua mna mume, anawezekana akawa na karama fulani iliyo na manufaa. Inawezekana akawa masakwaya, inawezekana vile mtu nyuma gita, muachie aendelee, wako pandi kama wengine wote wanekana na karama. Mungu abariki somo hili katika jina la Yesu, amina. Tusimame tupate kuomba, tujinyoshe nyoshe, jamani anajua dara kamazidolagegashamasaavilmasil golauk amn. Hayo tuombe. Baba yetu mtakatifu, mumbaji wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa ajili ya somo la malezi. Wazazi tumekuwa na jukumu kubwa la malezi tunaomba sasa uziti kutusaidia tuweze kulea vizuri watoto wetu, tunaomba katika jina la Yesu, amina. Ili somo takuja kuliendeleza siku nyingine. Tuone sasa, ukiacha kulea watoto vizuri, Mungu atakufanyaje? Kuna jambo, hata kama unajifanya kunywa pombe, usije kanisani, lakini Mungu yuko pale pale, maana wewe ni mzazi sawa na wazazi wanaokuja kanisani.